Tunayo imani kubwa na hapa, tuna diwani wa Iganjo ambaye baadaye atakuja kuzungumza hapa, awaambie mambo yaliyofanyika. Nina imani kubwa kwamba kulikuwa na changamoto mbalimbali mbali ndani ya kata hii ya Iganjo, changamoto za umeme. Iganjo mmeletewa umeme wa REA. Kulikuwa kuna changamoto mbalimbali mbali, ikiwemo changamoto ya maji. Iganjo mmefikishiwa maji na tanki limejengwa. Kulikuwa kuna changamoto ya madarasa. Iganjo hii imejengwa madarasa imekuwa kati ya kata ambazo zimebahatika kupata mradi wa madarasa. Watoto wetu wanaendelea kusoma vizuri na kupata elimu bora. Kulikuwa kuna changamoto mbalimbali mbali, mbali ndani ya kata hii na mimi ni shuhuda, kwa sababu huwa nakuwepo kukagua miradi mbalimbali mbali, katika utekelezaji wa ilani ya chama chetu. Ninafahamu kulikuwa kuna changamoto wakati mwingine baadhi ya maeneo hata barabara barabara zinasembuliwa na hata barabara ya kwenda huku tunafahamu, tulishakuja kuikagua barabara, inaendelea kujengwa kwa hiyo kata ya Iganjo ni kati ya kata ambazo zimependelewa sana ndani ya jiji la Mbeya kwa kipindi cha miaka mitano, lakini tunaye diwani ambaye alifanya kazi hizi. Tuendelee kumwamini mheshimiwa diwani, na kwamba ataendelea kufanya mambo kupitia usimamizi wa chama chetu cha mapinduzi. Na sisi kama viongozi na hapa mmewaona viongozi wa wa wa kata, mmemuona mwenyekiti wa kata hapa, mmemuona katibu wa kata, katibu wataendelea kuwasimamia na kamati yao ya siasa na sisi kama Chama cha Mapinduzi na mimi nikiwa kama mwenyekiti, tutaendelea kuungana nao kwa pamoja kuhakikisha kwamba tunasimamia yale ambayo tumeyaahidi yatekelezwe ndani ya kipindi hicho cha miaka mitano. Na hapa hapa kuna madiwani mbalimbali wamewasindikiza wenzao, wako hapa, wanatoka kata mbalimbali. Chama cha Mapinduzi kimechagua majembe ambayo kimewaletea wananchi, ili mkipe kura tarehe ishirini na tisa bila kuwa na mashaka wala kupepesa macho. Tunaamini hata hapa mnaona wazee wetu hawa ambao wanaendelea kuhamasisha watu mbalimbali mbali, ili ikifika tarehe ishirini na tisa tupige kura nyingi sana kwa mheshimiwa madiwani, tupige kura nyingi sana kwa mheshimiwa mbunge Dr Tulia Ackson, lakini tupige kura nyingi sana kwa mheshimiwa rais Dr Samia Suluhu Hassan. Wanaiganjo ni waombe sana, tunaamini kwamba mambo yaliyofanyika na haya niliyosema hapa ni ndani ya kata hii ya Iganjo ambayo yameendelea kufanyika lakini tunayo mambo makubwa sana ambayo yamefanyika ndani ya jiji la Mbeya. Nyie mnafahamu chama hiki makini kabisa ambacho kimetuletea barabara ya njia nne, mnajua barabara zinaendelea kujengwa, zaidi ya bilioni mia moja thelathini na saba zimewekwa kwenye barabara hiyo, na sisi tutakuwa mashuhuda, mashuhuda wa kuhakikisha kwamba yanayosemwa hapa au ambayo tunaendelea sisi kuyanadi kwenye sera zetu za Chama cha Mapinduzi, hata nyie wananchi mtakuwa mashuhuda wa hayo kwa sababu tuna imani kubwa, mheshimiwa Rais ameleta fedha nyingi sana ndani ya jiji la Mbeya ndani ya wilaya yetu hii ya Mbeya mjini fedha nyingi sana, lakini kuna mradi wa maji. Wazee wangu, mtakuwa mnakubaliana na mimi kwamba zaidi ya bilioni mia moja thelathini na tisa zimewekwa kwenye huo mradi wa maji wa mto Kiwila, ambao tunaamini kuanzia mwakani changamoto ya maji kwenye jimbo hili la Uyole itakuwa ni historia. Sisi mwoye